Sababu ya kwanza, wanahisi salama na utulivu. Watu wa kimya huwa peke yao, kunawapa fursa ya kufanya mambo wanayoyapenda bila kuingiliwa. Wanaweza kusoma, kuandika, kufikiria au hata kutazama filamu bila kujali maoni ya watu wengine. Watu wa kimya wanapokuwa peke yao, wanahisi huru bila kulazimika kujifanya au kuendana na matarajio ya wengine. Hii huwasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuhisi utulivu na amani. Sababu ya pili, hawahitaji kukubalika na wengine ili kujisikia vizuri. Watu wengi hupenda kuwa na marafiki au kushiriki katika vikundi mbalimbali mbali, ili waweze kujisikia vizuri na pia waweze kukubalika na wengine, lakini watu wa kimya ni tofauti. Watu wa kimya mara nyingi wanajitosheleza wao wenyewe, hawana haja ya watu wengine, kwa sababu wakikaa wanafanya vitu ambavyo wanavipenda. Kwa hiyo hawahitaji kukubalika na wengine ili waweze kuwa na watu, na ndio maana wanapenda kuwa peke yao. Sababu ya tatu, hawapendi mazungumzo yasiyo na maana. Si kwamba hawapendi kuzungumza, lakini watu wa kimya wanathamini sana mazungumzo yenye maana. Mazungumzo ya juu juu yanayohusiana na mambo madogo madogo yanaweza kuwachosha. Mazungumzo kama vile ya umbea, mambo ya wasanii au trendi zinazoendelea huko mtandaoni, basi wao huwa zinawachosha, hivyo wanapendelea kuwa peke yao badala ya kushiriki katika mazungumzo ambayo hawaoni thamani yake, hawaoni faida yake. Sababu ya nne Wanajipatia nguvu wa wenyewe. Watu wa kimya ni kama vile vitu ambavyo vinatumia chaji kama vile simu, laptop au kitu kingine chochote ambacho kinatumia chaji, na wao wako hivyo hivyo. Watu wa kimya wakikaa na watu huwa chaji yao inapungua, lakini wakikaa peke yao huwa chaji yao inazidi. Ni kama vile wanajichaji wakiwa peke yao, kwa hiyo ukimkuta mtu mkime amekaa peke yake na chaji yake imeshaanza kuisha, basi ukianza kuzungumza naye ni kama vile unampigia kelele tu. Lakini ukimkuta mtu mkime ametoka kujichaji, na hapa napozungumza kujichaji, namaanisha ametoka kufanya kitu ambacho ame, anakipenda, labda ametoka kusoma kitabu, ametoka kuangalia filamu ambayo anaipenda au ametoka kufikiria kwa undani kabisa. Saa nyingine anaweza akakaa tu akawa nafikiria kwa undani. Sasa ukimkuta ametoka maeneo hayo halafu yuko nje amekaa, ukienda kuzungumza naye atakuchangamkia sana tu kwa sababu tayari amejichaji. Chaji yake iko full kabisa. Sababu ya tano huwa wanapenda kufikiria kwa kina. Watu wa kimya mara nyingi huwa na akili inayotafakari sana. Wanapokuwa peke yao wanaweza kukaa na kufikiria kwa undani zaidi kuhusiana na mambo mbali mbali bila kusumbuliwa na kelele za nje. Hii huwasaidia kufanya maamuzi bora na kuelewa mambo kwa undani zaidi. Hizi ndizo sababu kwa nini watu wa kimya wanapenda kukaa peke yao. Sijajua kama kuna sababu nyingine ambazo wanazijua au la. Kama zipo hapo chini kwenye comment. Tafadhali usisahau bonyeza alama nyekundu hapo chini ili kwa subscribe like video hii ipate kuwafikia watu wengi, share video hii kwa watu unaowapenda. Aande, bye, bye.